Kuna wabakaji humo, kuna mamishangazi na bahaga watu humo mjini. Ah. Utaenda na magari. Hamna yatani haribia mfungo. Haki ya Mungu mapenzi ya mjini na ya kijijini hayalingani. Kwa nini? Eh, mapenzi ya kijijini, mm. vijana ni kumikuta anatongoza kijijini, mm. Utakuwa unasikia tu. Ss, baba shida dadi, mirakaho, na kwa tokirwe. Ila mjini. Eh. Utakuwa unasikia tu, oh sister, hey, ni gay namba yako? Kwani maana ni gay ni nini? Maana ni gay. Eh. Maana ni gay ni na gay namba. Eh. Ndio maana yake ni gay. Eh, nipe namba, eh. Eh, kwa, ah, ila mjini. Eh. Natamani sana kutongozea mjini. Urudi mjini wewe. Eh. Unajichanganya. Urudi mjini wewe. Kwa nini? Unaenda, utaenda ukabakwe. Kuna wabakaji. Humo kuna mami shangazi yanabahaga watu humo mjini. Ah, utaenda kugonga na magari. Hamna yataniharibia mfungo. Ah, ah. Kuna magari humo mengi na mami shangazi yanabahaga. Hamna yataniharibia mfungo. Ajichanganya, mimi utanikuta kijijini nipo.